Ya kuishi anafanya mazoezi ya kuishi sehemu ya mateso ya milele. Maandiko yanasema kuna viumbe wa kuumiza katika hilo eneo, na Mungu anasema ya kwamba katika hilo eneo ya kwamba wale viumbe wameambiwa wasizuru majani, wasizuru mimea, wasizuru wanyama wa, bali waweze kuwazuru wanadamu, wakawe juu ya uso nchi. Viumbe hao wanafunuliwa kwa njia ya ghadhabu ya mwisho tumuliwa kwa ujini ya mwanadamu ambaye anaishi chini ya jua ambaye anaishi maisha yaliyo kinyume na Mungu ambaye anafanya matukizo mbalimbali. Nataka nikwambie jioni hii ya leo, kama mtu ambaye Mungu amekukusudia vyema, na ndio maana amelituma neno hili jioni ya leo juu yako kwamba anahitaji kuona ukitengeneza maisha yako, anahitaji kuona kwamba ukirekebisha njia zako, anahitaji kuona kwamba ukiwa sawa na Mungu. Nataka nikwambie siku ya leo ni ya muhimu sana kwani imerekodiwa mbinguni tayari, ya kwamba nalisikia neno hili ama kupitia neno hili lile, ambalo likuwezeshe kufanya mabadiliko, likuwezeshe kufanya maamuzi yaliyo wazi, likuwezeshe kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Mimi na wewe tunaishi katika ulimwengu huu, ulimwengu uliojawa maovu, ulimwengu uliojawa mabaya, ulimwengu uliojawa shida, ulimwengu uliojawa ziki. Lakini pamoja na yote ambayo yapo katika ulimwengu huu Mungu watu, anasema kwamba Henoko akatembea pamoja na Mungu. Henoka akaishi sawasawa mapenzi ya Mungu, aliishi na watu kanaji, aliishi na wasengenyaji aliishi na walawiti aliishi katikati ya wachawi, aliishi katikati ya ulimwengu ambao unatawaliwa na falme za giza, lakini baba alionekana amempendeza Mungu. Nataka nikwambie siku ya leo, upo katika uso wa dunia. Sasa unaweza ukasema, yamkini siwezi kuishi maisha ya utakatifu, aidha siwezi kuishi maisha ambayo yako sawa mbele za Mungu. Nataka nikwambie kwamba Mungu anasema watakatifu walioko duniani, hao ndio Mungu anaopendezwa nao nikwambie unaweza kuishi maisha takatifu, unaweza kuishi maisha ambayo hayana dhambi ndani yake, lakini lazima umkubali Yesu, yeye ambaye atakulekebisha, yeye ambaye atakutengeneza, yeye ambaye atakufanya uishi maisha yanayompendeza yeye. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie si kwa nguvu wala kwa uweza, bali ni kwa Roho, kwa Roho wa Bwana. Unaweza unaweza kujitahidi kwa nguvu zako zako, haitawezekana. Unaweza kufanya bidii zako, haitawezekana. Unaweza kufanya namna yako mwenyewe ikusaidie, lakini haitawezekana lakini kama mkimkubali Yesu jioni ya leo atarekebisha njia zako atatengeneza maisha yako, lakini pia atakuwezesha kuishi maisha ya umilele ukiwa naishi katika hii dunia. Bwana asifiwe. Nasema Bwana, Bwana asifiwe. Ni jambo la muhimu kuelewa kwamba unaanza kufanya mazoezi ya kule uh, unakoelekea. Unaanza kufanya unaanza kufanya kufanya warm up kule unakoelekea utaishi vipi? Maandiko yanasema malaika walioko juu mbinguni wanainama na kusujudu mbele za Bwana, wanamsifu Mungu, wanamtukuza Mungu, wanamuinua kwa yote ambayo amefanya, kwa yote ambayo ametenda. Na nataka nikwambie ni jambo la muhimu sana. Watakatifu ambao wataishi katika uso wa dunia wanaakisi mtindo ule ule. Wanaakisi mwenendo ule ule ambao malaika walioko juu mbinguni wanaishi leo. Ama kwa malaika walioko juu mbinguni wanamuinua Bwana na kumwazimisha namna hiyo. Sijui uko wapi sasa. Sijui uko katika maeneo gani sasa wakati nalisikia neno hili. Bwana anahitaji uzima wa milele uwe uko ndani yako. Bwana anahitaji uzima wa milele uwe ungalimo ndani yako. Kitabu cha Yohana ile sura ya Yohana ile sura ya sita, ukisoma pale kitabu kile cha Yohana ile sura ya sita na ule mstari wa sitini na tatu, asema maneno hayo. Somajit, kitusomea tutapata faida zaidi. Neno la Mungu ni uzima. Kitabu cha, cha Yohana ile sura ya sita na mstari yes, ule wa sitini na tatu yes. Biblia inasema kama ifuatavyo, Roho ndio itiayo uzima. Yes, mwili haufai kitu, yeah. Maneno hayo ni waambiayo ni roho tena ni uzima. maneno mane hayo ni wambiani roho, tena ni uzima. Neno la Mungu ni roho inayotia uzima ndani ya mtu, na ndiyo maana sasa Mungu amejifunua wazi katika Maandiko, amejifunua wazi katika neno lake. Kama utamkubali yeye, uzima utakuwa huko ndani yako, uzima utakuwa ungalimo ndani yako. Nataka nikwambie wakati ule ambao masa na Mariamu wanalia wanalia kwa ajili ya ndugu yao Lazaro amekufa, wanalia kwa ajili ya rafiki ya, ya, ya, ya yake ambaye Kristo Yesu alimpenda zaidi, akawa analia, analia kwa sababu gani? Ule uzima ambao ulikuwa unaonekana, kile kiburi kile anafanya kwamba anatembea, alikuwa anaweza kuongea vizuri, alikuwa anaweza kuishi vizuri. Aidha wewe leo hii vile ulivyo, unaona kwamba hauna, hauna nafasi yoyote ya kuweza kuwa na Mungu tunayemhubiri jioni ya leo, nataka nikwambie kwamba Lazaro alipokufa masa na Mariamu alilia sana, masa na Mariamu alimwombolezea, lakini Kristo akakawia katika ile eneo, akakawia katika ile eneo. na nataka nikwambie kitu cha kipekee, habari njema hii kwa ajili yako Amin. kwamba Lazaro alifufuka, Lazaro alifufuliwa. kuna nguvu ambayo ileta uzima juu ya Lazaro, na ndiyo maana Yesu akasema Lazaro hakufa, Lazaro uhai. Bwana asifiwe. na ndio maana tunaona sasa baada Kristo Yesu kufika juu ya kabuli hilo, ukifika katika lile eneo, ukisema tao kile cha Yohana, ile sula ya kumi namoja, kisa icho tunaona kitu cha ajabu kilitokea. Baada ya Kristo kufika kwenye lile kabuli, akasema liombeweni jiwe, wakaliombewa lile jiwe. Yesu akasema, Baba ninakushukuru kwa kuwa nisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu katika ile eneo Nataka wapate kusadiki ya kwamba wewe ndio uliyenituma. Lazaro, toka huko nje upesi. Maandiko yanasema akatoka yule mtu, amefungwa sanda, amefungwa kamba, na usoni mwake amefungwa leso, akamwambia mfungueni, mfungu mfungueni, aende zake. Akafunguliwa Lazaro, akawa huru. Kwa nini? Uzima wa kimwili ulikuwa umeondoka, lakini anakuja yule atie uzima. Lakini sio tu Kristo Yesu ambaye amekwenda kuandaa makao kule mbinguni, ameandaa makao hayo kwa ajili ya uzima wa milele haleluya! Kama utaisha sana mapenzi ya Mungu, kama utamcha Bwana, utaacha njia zako zilizo mbaya, ukakubali kumpokea Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nataka nikwambie kwamba mbinguni ni sehemu maalum ambayo Bwana ameiandaa kwa ajili yako. Na kwa sababu hiyo, sasa shetani anafanya vita na wewe ili amkini usisadiki haya, ili amkini usiamini juu ya haya ili kwamba uikose mbingu na uingie katika sehemu ya mateso ya milele na milele. Tunapomalizia katika andiko ile Mathayo, ile sura ya saba, Mathayo ile sura ya saba na ule mstari wa Mathayo, ile sura ya saba kuanzia mstari ule wa kumi na tatu, pale tukisoma hapo, kuna nukuu nzuri kabisa, kuna nukuu ya kipekee kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Mathayo sura ya saba mstari wa kumi na tatu kuelekea wa kumi na nne inasema yes. Ingieni kupitia mlango ulio mwembamba. Ingieni kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana, maana mlango ni mpana, na njia ni pana, na njia ni, ni pana iendayo upotevuni, iendayo petuvuni, nao ni wengi waingiao, nao ni wengi waingiao kwa, kwa mlango huo, kwa mlango huo, bali mlango ni mwembamba bali mlango ni mwembamba, na njia imesonga, na njia imesonga iendayo uzimani. Haleluya, bwana sifiwe, amen. Anasema, ingieni kupitia mlango ulio mwembamba. Mlango ulio mwembamba ni upo unaochukia mabaya, unaochukia dhambi, unaochukia asiompendeza Mungu. Lakini kuna mlango ulio mpana ambao wengi wanaingia, mahali ambako mahubiri wanahubiriwa, lakini hakuna katazo la dhambi Hakuna kukemewa kwa urefu, hakuna mabaya yanakemewa pale. Maeneo ya Biblia anasema kwamba mlango ni mpana na wengi wataingia potevuni. Maana kama utaingia potevuni, utaingia katika sehemu ya mateso ya, ya milele na milele, ambako ni sehemu ya mangojea, sehemu ya kuzimu, mahali ambako kabla ya, ya mwisho yote, mahali ambako kabla ya parapanda ya Bwana Jania. Maana utakuwa katika ile eneo, mahali hapo ambako utafika milele, na kwa sababu ya shetani ambaye atakukaribisha hapo ni shetani ambaye atakuandaa kwa ajili ya kuingia katika jehanamu ya moto. Na kwa sababu hiyo sasa Bwana analo neno juu yako, anasema, ingieni kupitia mlango ulio mwembamba. Mlango ulio mwembamba ni upi? Ni mlango unaochukia dhambi kama vile Mungu anavyoiziona, ni mungu unaokataa mabaya, ni mlango unaokataa kila aina ya utendaji ulio wa kinyume, ni mlango ambao uko wazi kabisa, ambao unamuhusia kila mmoja Kuhisa sana mapenzi ya Mungu. Kama uko siku ya leo unasema niko tayari kumpokea Yesu awe ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu, popote pale ulipo, popote pale ulipo, naomba uamini pamoja nami siku ya leo, maana Biblia inasema amwaminiye Bwana yuna uzima, asiye amwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina pekee la mwana wa Mungu. Kama unamamini Mungu leo, kama unasema niko tayari kumpokea Yesu leo, popote pale ulipo waweza kuungana pamoja nami nikasema na we kwa habari ya maneno haya machache, nikuunganishe pamoja na Kristo, yeye aliyeziacha mbingu, aliyeacha enzi, aliyeacha mamlaka, akaja duniani ili akuletea uzima, akutangazie habari hizi njema, akutangazie juu ya uhuru wako, akutangazie kwa habari ya maisha yako ya milele ambayo wapi utakuwepo. Ndizo habari ambazo ambazo nazungumza na we jioni ya leo. Kwa hiyo, kama uko tayari unasema ni kweli kabisa, nimeelewa ya kwamba uko uzima wa milele, nataka nikwambie unapofanya maamuzi, unapochukua na nukuu za tafakari, nataka nikwambie kwamba ni kitu cha ajabu kitatokea ndani yako. Bwana ataanza kuweka marekebisho juu yako, na kabla wakati hujafika wa kuondoka katika dunia hii, nataka nikwambie, baada ya maisha haya aiza utakuwa mbinguni, aiza utakuwa jehanamu ya moto. Lakini kama utafanya maamuzi leo, utaepukana na ghadhabu ambayo ijayo ulimwengu karibu hivi punde na kama unasema niko tayari kuokolewa niko tayari kuokoka, fatisha maneno haya, sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako mimi ni mwenye zambi, na kwa sababu hiyo Bwana nimetambua sina uwezo wa kushinda dhambi. Karibu Yesu katika maisha yangu, ninaomba unipe neema ya kuishi maisha yanayokupendeza wewe. Futa jina langu Bwana kwenye kitabu cha, cha, cha hukumu andika jina langu leo katika kitabu cha uzima mbinguni. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa katika jina la Yesu, amen. Nataka nikwambia umefanya uchaguzi ulio sahihi. Umefanya maamuzi yaliyo wazi mbele za Bwana. Umefanya maamuzi yaliyo mazuri, maamuzi yako ni maamuzi yaliyo sahihi, kwa sababu na kwa sababu hiyo, sasa ili tuendelee kukusaidia, ili tuendelee kushiriki pamoja na wewe kuweza kujua namna gani unakuwa kiroho, maandiko yanasema kama mtoto mchanga aliyezaliwa leo anapaswa aweze kupata chakula, na chakula cha mtoto mchanga ni maziwa. Neno la Mungu ni maziwa ambayo itakuwezesha kukua kiroho, ambayo itakuwezesha kuinuliwa zaidi, ambayo itakuwezesha kutembea na Mungu. Na kwa sababu hiyo nikukaribishe katika nyua za Bwana. Unapopata nafasi, tuko maeneo ya nyuma tu hapa, maeneo ya watumishi hapo, tupo kanisa liko nyuma tu hapo. Bwana atakubariki na hakika, utajengwa utakuwa uko juu ya mwamba imara ambao ni Kristo, ambao hautatikisika milele. Na wakati Kristo Yesu atakapokuja, utakuwa miongoni mwa wale wanyakulikao kuingia katika uzima wa milele. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hiyo sasa nitumia nafasi hii kuweza kuomba na wewe. Aiza na shida, aiza na changamoto, aiza na teso na, na magonjwa, aiza na namna mbalimbali ambazo zimeshika maisha yako. Nataka niombe na wewe kabla sija kuaga ili ili baraka hii iambatane pamoja na wewe katika jioni hii ya leo. Popote pale ulipo, iwe ni mfanyabiashara, iwe ni mjasiriamali, iwe ni mama, iwe ni baba wa nyumbani, changamoto yote ile uliyo nayo. Nataka niombe na wewe katika jioni hii. Basi naweza kuchukua hatua ya imani, kwaweka mkono wako wa kuume kifuani. Nami nitaomba na wewe we na Bwana atakutendea pale ulipo. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba Bwana pajia watoto wa kiume na kike, kila shida aliyo nayo, kila changamoto aliyo nayo, kila mamlaka ambayo zimekamata maisha yao, kila mateso ambayo imawasumbua kwa muda mrefu, kila aina ya changamoto ambayo mitafasuruusho kwa matabibu mbalimbali imeshindikana. Ninaamuru kwa jina la Yesu Kristo, kila aina y mateso sugu, iwe ni ubimbe, iwe ni changamoto ile like ya kisukari, iwe ni presa ya kupanda na kushuka Iwe ni kila aina ya uvamizi ki wa kipepo iwe ni kila aina ya mashambulizi ya kichawi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo tunaamuru jioni ya leo, hana nafasi kuteza juu ya watu wangu. Hana nafasi kutesa juu ya watu wa Bwana. Kila aina ya mamlaka za giza, kila aina ya, ya, ya, ya tawala za kishetani ambayo zimetenda kazi ndani yao tunazivunja na, tuna na kuziharibu katika jina la Yesu. Kila aina ya ugonjwa ndani ya mtu tunauhamisha kwa mamlaka ya jina la Yesu, afunguliwe saa hii a uhuru kwa mamlaka ya dani ya mwanakondoo. Asante Mungu wetu kakuwa, ninaamini hakika umetenda hayo, kwa utukupa jina lako katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na kila mwenye pumzi na aseme amina. Haleluya, haleluya makusanyiko, Bwana wabariki, mwenende na baraka hii ya siku ya leo katika jina la Yesu. Na kwa mawasiliano zaidi, unaweza kuwa natamani kutupata mahali tulipo unaweza kuwa na tamani kushia na sisi mawazo, unaweza kuwa na tamani kuweza kujifunza zaidi. Nikualike, nikupatie nambari nambari hizi za simu, na utatutafuta utakuelekeza, na tutajifunza na timaye, pia kadhalika na wewe utajengwa kupitia kile ambacho mungu ameweka ndani yetu. Bwana asifiwe. Nambari zetu za simu ni sifuri sita tisa tatu mia moja tisini na moja mia tano themanini na moja. Arudia tena nambari zetu za simu ni 0693 191 581 Arudia tena kwa mara ya mwisho nambari zetu za simu ni 0693 191 581 Mungu akubariki uwe na siku njema lakini pia ninaomba niongee na wewe kama una matatizo sugu kama una changamoto mbalimbali kama una magumu mbalimbali unapitia Usisite kututafuta. Bwana ametuweka kwani mtu ametuweka kwa ili kwamba tuweze kukuvusha katika changamoto ulio nayo. Bwana sifiwe. Na tunakusanyika siku ya Jumatano inakuwa ni siku ya kujifunza neno la Mungu na ibada inafanyika majira yale ya saa kumi za jioni hadi majira ya saa kumi na mbili. Hali kadhalika pia siku ya ya, ya Ijumaa inakuwa ni siku ya maombi na maombezi. Kama una shida, kama una changamoto, ninaamini kwamba hakuna changamoto ambayo inapita upeo wa macho ya Bwana na ndiyo maana na, nasema kwamba haijalishi ni changamoto gani, haijalishi ni gumu gani, haijalishi ni pito gani unapitia, Bwana ataliondosha mbele yako katika jina la Yesu. Na kadhalika siku ya Jumapili tunakuwa na ibada ya siku ya Bwana kama siku ya leo. Mungu atakubariki, Mungu atakuinua na Mungu atakuona kuwa ni mtu mwenye akili njema, kwa sababu unatafakari kwa habari njema za ufalme wa mbinguni. Mungu akubariki, uwe na siku njema. Shalom.